Tuanze swali la kwanza. Mimi ni mwanamume, ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha. Hapo akae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza uliza maswali. Eleza muktadha wa maneno haya. Kwa hivyo dondoo ni ukurasa arobaini na moja. Tuko haya ya mwisho, hata tuanze pale. My love una my love, una uhusiano gani na Sangilu? Jana nilishuhudia alikupa pesa nyingi sana jana nilishuhudia akikupa pesa nyingi sana. Kumbuka vile alivyokutusi, alipoona usuba wetu hawezi kuvunja. Kumbuka kile kivanga siku ya harusi yetu. Vuta fikira mume wangu. Jiadhari usimkumbatie simba ukidhani amelala. Au anakutafutia mke mwingine? Magwasha alisahili. Sina mke mwingine, lakini unizui kuoa mwingine. Mimi ni mwanamume, ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha. Hapo azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza uliza maswali. Mrima alimwambia bila kujali. Iliomshangaza Magosha ni kwamba mumewe hakutaka kumtazama usoni sni so, ainge mruhusu kufanya hivyo. Alijua mkewe kayajua yote aliyokuwa akifanya, sikuambia alionena afisini. Kwa hivyo, nani anasema maneno haya? Ni Mrima anamwambia nani? Magwasha. Unaweza kusema, anajibu Magwasha na wako nyumbani kwao. Mahali ni nyumbani kwao. Kichochio cha kauli au yale yalikuwa yanaendelea kwenye dondoni, Magwasha alikuwa mem al alikuwa anamjibu sang, alikuwa anamjibu ah si, si magwasha, ni mrima alikuwa anamjibu magwasha, wakati magwasha alimuuliza ikiwa sangili anamtafutia nani mke mwingine kisiri. Swali la pili pale, jadili maudhui matatu yanayojitokeza kwenye dondoo. Kwanza kuna ubabe dume ni pale mwanaume anajiona bora kuliko mwanamke na anaweza kujiona bora kwa vile anaweza kumpiga kama mwanaume anapiga mkewe, huo ni ubabedume. Kama anamnyanyasa ni ubabe dume, na unatoa mfano wa ubabe dume pale azae na kuitumikia jamii yake bila kuuliza uliza maswali, yani huo ni hataki. Sasa anamkandamiza Magwasha, hataki aulize ulize nini maswali. Pia kuna utamaduni yaani utamaduni wao, itikadi zao zinasema nini? Ninaweza kuoa wanawake wakati wowote na idadi yote wanawake, sina ruhusu. Utamaduni wao unaruhusu. Ukiangalia nani ameoa wake wengi, Sangilu, si ndio? Huo ni mambo ya utamaduni. Pia kuna nafasi ya mwanamke pale, na mwanamke unapata kazi yake pale ni kujifungua na kutumikia jamii yake. Si kuna maswala pia ya ndoa maudhui mengine najitolea pale, masuala ndio di hayo, ndio maudhui. Kuna ndoa, si unaona hapa kuna mgongoro. Mgongoro ni kule kutoelewana kati ya Magwasha na Mrima. Kuna mambo ya ndoa, ndoa. Katika ndoa hii Mrima amruhusu Magwasha kutoa mawazo yake, anayakandamiza yale mawazo yake. Swali la tatu pale Eleza jinsi mnenewa alivyoitumikia jamii yake. Lazima uelewe mnenewa ni nani. Nani ana, ana, anazungumziwa ni nani? Ni Magwasha ndiye mnenewa, ndiye ananenewa hapa. Ni Magwasha ndiye anaambiwa. Kwa hivyo anaitumikia jamii yake nini? Kama unatumikia jamii, kuna vile unaifaidi, si ndio? Jamii yote ukisikia jamaa ni jamii kwa jumla. Kwanza anawaelimisha Sayore na nani Kanjewa pia anamtoa Mrima kutoka kwenye ulevi. Sia, wana, anandama, anaenda kule Majani, lakini wakati mbughulu mbu anamwambia, si hawezi kuenda kule peke yao, si wanamchukua nani Lonare na wengine wanaenda wapi Majani. Kwa hivyo anamtoa Mrima katika ulevi. Pia anaitumikia nchi yake, anafanya kazi ya uwazili pale kwa chifu Mshabaha kwa bidii. Pia uh, anafuatilia njama za Mshabaha na kufahamisha Lonare ili waweze kufaidika. Mambo yote yanakwenda pale kwenye ofisini ya chifu Mshabaha, mambo ambayo hayafai. Yeye anamwelezea Lonare, ingekuwa yeye mwenyewe. Pia anahutubia waketwa, si ndio? Yeye anawaeleza warudi matango. Pia anasaidiana na Lonare kuleta mageuzi au kumwondoa chifu samani, kumwondoa mtemi Lesulia mamlakani. Tunaona pia anamfanyia Lunari kampeni, anashauri vijana mitaani waache kutumia miadarati. Tunaona anaombea vijana wa mitaani na hata anamtembelea Lunari hospitalini. Wakati Lunari alikuwa amepotea si anapatikana na majeraha, wakimpeleka hospitalini, alienda kumtembelea tena.